Alirejea milionea baada ya miaka kumi na nne. Majibu ya wazazi wake yanavunja moyo. Fikiria ya mtoto mdogo wa miaka kumi aliyezaliwa katika umaskini. Asubuhi moja bila kumwambia mtu yeyote anatoweka. Familia yake inamwamini kuwa amekufa, lakini siku moja msafara wa magari meusi unasimama mbele ya nyumba ya zamani. Mwanaume aliyevaa suti anashuka, na hapo mioyo inasimama. Ni yeye, mtoto aliyepotea. Lakini nyuma ya kurudi huku ajabu kuna jificha siri Je, mtoto asiye na kitu alibadilika kuwa mwanaume mwenye nguvu vipi? Majibu ya wazazi wake yatavunja moyo wako tao. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali like, share na subscribe ili usikose hadithi nyingine za kusisimua kama hii. Katika kijiji kidogo kilichoko mbali kulikuwa na mvulana mmoja aitwaye Alian. Alikuwa na miaka kumi tu. Mama yake, mwanamke mpole na shujaa, alikuwa mgonjwa sana kwa wiki kadhaa, ugonjwa wa ajabu mgumu ambao ulihitaji upasuaji wa haraka. Baba yake alikuwa amejaribu kila kitu kumwokoa mke wake, aliuza karibu kila kitu alichokuwa nacho, kisha akiwa hana matumaini, alikopa kiasi kikubwa kutoka kwa mwanaume mwenye nguvu kijijini, elfu mia moja, deni kubwa sana. Lakini bahati mbaya iliendelea, mazao yalikuwa mabaya, bahati ikageuka, na pesa haikuwezekana kurudishwa. Jioni moja mwanaume ambaye alikuwa anadaiwa pesa hizo alijitokeza mlangoni mwao. Sauti yake ilikuwa baridi kali. Alimshtaki baba wa Alian kwa uongo, udhaifu na usaliti mbele ya watu wote. Na wakati baba, kwa sauti inayotetemeka, alieleza kuwa hakuwa na kitu kingine cha kutoa, mwanaume akatazama kitu pekee alichokuwa nacho bado, kipande chao kidogo cha, cha ardhi. Alichukua bila huruma bila hata kuwaachia neno la matumaini. Ardhi ile ilikuwa kila kitu kwao, kazi yao, chakula chao, heshima yao. Jioni ile kimya kikashuka katika nyumba. Baba, mama, dada mdogo na Alian kijana walikaa hapo bila neno katika giza kimya. Ulikusikilika tu upepo ukipita kati ya kuta za udongo. Alian alikuwa akisikiliza minong'ono iliyovunjika ya wazazi wake, kukata tamaa katika sauti ya baba yake maombolezo yaliyozuiwa ya mama yake, na moyoni mwake kijana jioni ile, kitu kilipasuka. Usiku ule, maneno ya wazazi wake yalikuwa yakiangaza katika kichwa cha Alian. Ardhi yetu si yetu tena, tukiishindwa kuirudisha tutaishije? Baba alisema kuwa sauti iliyovunjika Mama alilia polepole pole, na mvulana kijana akisikiliza kila sentensi, kila kimya kilianguka moyoni mwake kama jiwe ndani ya maji. Basi, bila kumwambia mtu yeyote, wazo lilimpita akilini, wazo la kichaa, wazo ambalo lingabadilisha maisha yake. Aliamka usiku wa manane, mavazi yale yale, yale, yaliyochanika, miguu itupu juu ya ardhi baridi, na bila kuangalia nyuma, aliondoka nyumbani. Alitembea muda mrefu, akiongozwa tu na mwanga wa mwezi, hadi kufikia kituo kidogo cha treni mwisho wa kijiji. Huko aliketi kwenye bao la mbao, akiangalia treni zinazopita. Wakati msafara wa mbali ulisimama hatimaye, alipanda bila tiketi, bila mpengo, tukwa matumaini. Treni ilienda mbali usiku, ikibeba mtoto wa miaka kumi na hatima bado haijulikani. Masaa yalipita, njaa ilimkamata, lakini alizishinikiza meno. Alfajiri, mashine ya chuma ilisimama katika mji mkubwa wenye kelele, wenye watu wengi na mwanga alian, alishuka, macho yaliyofumbuliwa sana. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuona na magari mengi hivyo barabara, majengo yanagusa anga, kila kitu kilikuwa kinasogea haraka sana, kila kitu kilionekana kikubwa sana kwake. Hata hivyo hakurudi nyuma, alisema sitarudi mikono mitupu. Alitembea muda mrefu katika barabara bila kujua wapi kwenda, hadi harufu ya chakula moto ikamfanya azunguke kichwa, mkahawa mdogo wa kando ya barabara uliojaa madereva waliokuja kula na kucheka kabla ya kuondoka. Tumbo lake lilikuwa na njaa sana, lakini hakuwa na kitu, hata sarafu moja. Na hapo ndipo mtihani wa kwanza wa maisha yake mapya ungeanza. Chini ya jua kali la mji, alian alikaribia polepole pole mwanaume mwenye uso mwema, aliunga na mikono, kwa sauti inayotetemeka Mheshimiwa, nina njaa, natafuta kazi yoyote, ninaweza kufanya chochote utakachoniambia Nakusihi, mwanaume. Dereva wa lori alimtazama kwa muda mrefu, mavazi yake yenye vumbi, macho yake yaliyojaa uchovu. Alielewa mara moja kuwa mtoto huyu hakudanganya. Sikiliza, mtoto mdogo, alisema polepole pole, mimi kwa sasa sina nafasi, lakini nenda uzungumze na bwana mkubwa wa mkahawa pale, labda atakusaidia. Alian alinua kichwa, lakini kabla ya kuondoka, alinung'unika tena. Sitaki pesa, meshimiwa. Nipe tu chakula na nitafanya mengine yote. Dereva alibaki kimya kwa muda kisha tabasa mudogo lilitokea. Sawa, panda nami, utanisaidia barabarani. Na hilo lilikuwa mwanzo wa maisha mapya. Alian alikuwa msaidizi wake. Alipakia mifuko, kusafisha kabin, kwenda kununua chakula wakati dereva alihitaji. Alilala katika lori, alikula kidogo lakini alijifunza kila siku. Aliangalia jinsi mwanaume alivyoendesha, jinsi alivyozungumza na wateja, jinsi alivyoshughulika na usafirishaji. Muda ulipita, mvulana mwembamba na mwenye aibu alikuwa kijana imara, kimya, mwenye azma. Jioni moja, wakati amesimama karibu na ghala, alimtazama mwalimu wake na kusema kwa utulivu: Kiongozi, ningependa kujifunza kuendesha. Mwanaume alimtazama kwa mshangao, kisha kwa huruma. Kuendesha, lakini bado umedogo sana mtoto, huna hata miaka kumi na nane. Najua, lakini nataka kujifunza. siku moja nitakuwa na lori langu. Kimya, kisha dereva aliinua kichwa, na kesho yake alimwonyesha jinsi ya kushika usukani, jinsi ya kuhisi barabara, jinsi ya kusikiliza injini kama vile unavyosikiliza moyo ukipiga hiyo ilikuwa mwanzo wa mafunzo ya siri kati ya mwanaume aliyeamini bado wema na mtoto aliyekataa kubaki maskini. Miaka ilipita, alian sasa aliendesha kama mtaalamu wa kweli hata kabla ya kupata leseni, tayari alijua barabara vizuri kuliko watu wazima wengi. Lakini siku ya miaka yake kumi na nane alifanya mambo kwa sheria, alipita mtihani, alipata leseni, na kwa kiburi kama hapo awali alikodisha lori lake la kwanza. Ilikuwa uhuru mpya. Kila asubuhi alichukua barabara, akisimama, akikabili upepo, macho yakielekea upeo. Alipata pesa nzuri thelathini, wakati mwingine elfu thelathini na tano kwa mwezi, na kila sarafu alihifadhi kwa uangalifu. Alitaka kujenga kitu, kitu kikubwa. Jioni moja, barabara ilikuwa ndefu, giza tupu. Lori lake lilikuwa na mizigo ya thamani. Injini ilikuwa ikivuma polepole, wakati ghafla, meta chache mbele yake, mwangaza wa chuma, sauti kubwa, gari au hivi ndivyo ilivyobaki. Gari lilikuwa limegiuzwa upande, limepindika kama karatasi, mwili uliochanika, kimya baada ya mgongano. Bila kufikiria, alian alibana haraka na kusimamisha lori lake. Alishuka akikimbia, moyo ukipiga kwa nguvu. Ndani ya gari, mwanamke alikuwa amelala hakimu Uso uliofunikwa na damu. Alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu, lakini hakuna hata sekunde ya kusita. Aliminua kwa uangalifu, akambeba hadi lori lake na kuchukua usukani kwa kasi. Barabara ilionekana isiyo na mwisho, kila dakika ilihesabu. Hatimaye alifikia hospitali. Hoko alimwingiza, alitia sahihi karatasi. Alibaki siku mbili zima akilinda juu yake, bila kulala, bila kuondoka na kisha asubuhi moja, wakati jua lilikuwa likipenya kupitia dirisha, mwanamke hatimaye alifungua macho. Unajisikia vizuri? Aliuliza, uko salama sasa. Alimtazama akipotea sauti, bado dhaifu, ni wewe uliyeniokoa? Alian aliinua kichwa, tabasamu dogo kwenye midomo, lakini hakujua bado kuwa mkutano huu ungebadilisha hatima yake zaidi kuliko alivyoweza kufikiria. Madereva wa lori, unajua wanafanya kazi ngumu ngumu, sana, lakini wale wenye akili, wale wanaojua barabara vizuri, wanajua jinsi ya kuokoa mafuta, jinsi ya kushughulikia safari, jinsi ya kuongeza mapato. Alian alijifunza haraka haraka sana, kwa akili yake na ujasiri wake, aliokoa kila noti, kila sarafu hadi siku alipokuwa na pesa za kutosha kutimiza ndoto yake: kununua lori lake mwenyewe. Hakuwa mfanya kazi wa kawaida tena, sasa aliendesha kwa ajili yake mwenyewe, huru na kiburi. Kwa miezi kadhaa aliendesha bila kupumzika, lori lake lilikuwa jipya likiangaza. Lilikuwa karibu kama ahadi ya mafanikio. Na kisha asubuhi moja simu ililia, sauti ya mwanamke laini, lakini iliumizwa kidogo. Ilianga za mwisho mwingine wa mastari. Basi kijana, miezi mitatu imepita na hata mara moja hukuchukua habari zangu uliniyokuwa maisha yangu na tangu wakati huo hakuna kitu. Alian alikuwa na tabasamu dogo la aibu kidogo. Samehe mwenye heshima, ninafanya kazi usiku na mchana, lakini kesho napita katika mji wa kokoa usafirishaji nitakuja kukuona, nahidi. Mwanamke alisita kwa muda kisha akajibu kwa sauti ya utulivu vizuri sana nitakungoja." kile Alian hakijua bado ni kwamba mwanamke huyu hakuwa mtu wa kawaida. Aliitwa Mila majane. Tangu miaka kadha aliongoza peke yake biashara kadha zinazostawi, mwanamke imara, anayeheshimiwa na kustaajabiwa kwa ujasiri wake. Kesho yake Alian alifika katika mji mkubwa baada ya kuegesha lori lake na kumaliza usafirishaji wake, alichukua njia ya kwenda makao ya Mila, nyumba ya kupendeza rahisi, iliyojaa historia na kimya. Alipofungua mlango, alikuwa na tabasamu la kweli, karibu la upendo. Hatimaye, huu hapa, alisema polepole. Ingia, nina mambo mengi ya kukuambia. Wakati huo Alian hakujua bado lakini mkutano huu ungaleta sura kabisa mpya ya maisha yake. Hali ya hewa ilikuwa ya joto. Alimwalika kukaa, alimwasilisha watoto wake wasichana wawili wenye tabasamu na adabu. Waligawana kifungua kinywa kidogo rahisi, lakini kilijaa upole, kana kwamba bahati ilitaka kuunda familia tena karibu na meza hii. Kisha baada ya wakati wa kimya, Mila alimtazama kwa wema, niambi alian, unatoka wapi? Wazazi wako wanaishi wapi? Kijana alitoweka pole pole, macho yake yaliwagiza kana kwamba kivuli cha zamani kilipita katika macho yake. Wazazi wangu wanaishi Kandara, alisema kwa sauti ya chini, kijiji kilichopotea kati ya vilima na vumbi. Sijawahi kurudi huko tangu muda mrefu, muda mrefu sana. Niliwahidi kuwa sitarudi mpaka siku moja, siku ambayo nitakuwa nimekuwa mtu mkubwa siku ambayo nitaweza kuwapa maisha bora. Mila alibaki kimya kwa sekunde chache, akiguswa na azima hii. Kisha aliendelea polepole, pole. Unaendesha lori, lakini kwa akili yako unaweza kufanya zaidi. Je, umewahi kufikiria kubadilisha njia? Alien alicheka kidogo. Mwenye heshima, nilipokuwa mtoto niliondoka nyumbani bila kitu. Kazi ya kwanza ambayo ilinifungulia mikono ilikuwa ya dereva wa lori. Ni kwa njia ya barabara niliyokoka kujifunza, kukua, nahisi kuwa hai ninaposhika usukani. Hiyo ndio tu ninayojua kufanyana ninayopenda. Mila alimsikiliza kwa makini, kisha ghafla aliweka mkono wake juu ya wake kwa ishara ya kama mama. Usiite tena mwenye heshima, niite mama. Alian alibaki ameganda akistaajabika. Mama Nerio, uliniokoa maisha Alisema kwa hisia zilizozuiliwa. Tangu siku ile sijakomaa kukufikiria. Mume wangu alienda mapema sana, anakosa kila siku, lakini leo nahisi kwamba mwana amerudishwa kwangu. Macho yake yalikuwa yakiangaza kwa uaminifu wa ajabu. Sikiliza, alisema polepole pole. Nina warsha kadhaa za kusimamia peke yangu na wakati mwingine ni ngumu. Nataka uje kufanya kazi nami, si kama dereva lakini kama mwanangu mwenyewe. Nitakufundisha kila kitu ninachojua na pamoja tutakuza nyumba hii. Katika macho ya Alian kitu kilibadilika. Kwa mara ya kwanza tangu utoto wake alihisi joto la nyumba ya kweli. Nataka ubaki hapa, alinungunika kwa utulivu. Baki nami nisaidie kusimamia biashara zangu, siwezi kubeba yote peke yangu. Alian alibaki kimya kwa muda, kisha akajibu kwa heshima, Mama, nakushukuru, lakini nina lori langu mwenyewe, ni maisha yangu, napendelea kuendelea barabarani. Mila alitabasamu mvumilivu, karibu kama mama, nisikilize mwanangu, huna la kupoteza. Acha lori lako kwa mtu wa kuaminiwa, likodishe utaendelea kupata mapato kutoka kwake na hapa kando yangu, nitakulipa mshahara wa haki mia tatu elfu kwa mwezi. Mia tatu neno lilipiga mwangwi katika akili ya Alian kama mwangwi usiokuwa wa kweli. Alimtazama bila kuamini. Mia tatu elfu kwa kukusaidia kusimamia biashara? Ndio, Mila alijibu tu. Una akili, una elewa hesabu barabara, biashara, una jicho la mfani ya biashara Ninakutaka pamoja nami, si kama mfanya kazi, lakini kama msaada, kama mwanangu. Alian alihisi kitu kikinyenyekea ndani yake. Haikuwa ni ofa tu; ilikuwa mkono ulionyoshwa, imani ambayo hakuwahi kuwa nayo. Kesho yake alikabidhi lori lake kwa rafiki wa kuaminiwa. Unaendesha, alisema unalitumia kama unavyotaka lakini, mwishoni mwa mwezi, unaniletea kiasi tulichokubali, na ulichunze limenipa kila kitu. Kisha Alian alirudi kwa Mila. Siku ile ukurasa mpya ulifunguliwa. Aligundua ulimwengu tofauti: ofisi zenye shughuli nyingi, ghala zilizojaa vitambaa vya rangi, wateja wakitoka sehemu zote. Kwa sababu ya uzoefu wake wa usafirishaji na usimamizi, alichukua haraka kusimamia kutabiria, kushughulikia ndani ya miezi michache kampuni iliendelea kusitawi zaidi. Mila mwenye kiburi alimwona mwana ambaye hakuwahi kuwa naye. Miaka ilipita ne kishatano, alimpa Alian nyumba kubwa mjini, mahali pa utulivu pana, ambapo jioni fulani alipenda kukaa tu kuangalia anga na kusema kwamba labda hakuwa peke yake tena. Muda ulipita na polepole pole, hatima ya Alian ilichukua sura ambayo daima alitamainia. Alikuwa amekuwa mwanaume aliyetimia, tajiri, anayeheshimiwa, anayestaajabiwa. Mtoto mdogo yule yule ambaye hapo awali hakuwa na kitu, sasa alikuwa na kila kitu. Chini ya uongozi wa Mila, sasa alisimamia biashara nzima, maamuzi, mikataba, hesabu yote ilipita kupitia yeye, na Mila kwa kiburi aliona ndoto yake ikitimia kupitia yeye. Sasa alimwita mwanangu bila kusita, bila aibu. Asubuhi moja alipokuwa akijiandaa kwenda ofisini, simu yake ililia. Ilikuwa yeye, sauti yake kubwa kuliko kawaida. alian jiandai haraka, lazima tuende mahali fulani, ni muhimu. Akiwa na uchungu, alian alivaa suti yake, akafunga saa yake na kutoka bila kuuliza maswali. Mbele ya mlango, gari jeusi lilimngojea gari la anasa likiangaza, lenye dereva alipanda na kugundua kwamba Mila tayari alikuwa ameshatulia ndani. Macho yake yalikuwa ya utulivu lakini ya siri. Panda alisema tu, tuna safari ndefu. Gari lilichukua barabara kwa kimya. Walifika kituo kikuu cha treni. Mila alikuwa ameandaa kila kitu: tiketi mbili, chumba cha hewa baridi safari iliyopangwa kwa maelezo madogo. Alian hakuliza maswali, lakini ndani yake hisia ya ajabu ilizaliwa, kana kwamba safari hii ingemrudisha mahali ambapo kila kitu kilianza. Treni ilianza ikiteleza polepole pole kupitia mandhari, mashamba, vijiji, vilima vilipita kama kumbukumbu zinazoguswa kwa macho. Masaa yalipita, na wakati hatimaye treni ilipunguza kasi, Mila aliweka mkono wake polepole pole kwenye mkono wake, tunashuka hapa alisema polepole. Alian aliinua macho, jina la kituo kilichotokea mbele yake, na moyo wake ukakamata. Ilikuwa eneo la utoto wake. Hakuthubutu kusema kitu. Labda labda alijua, labda alitaka kumpa zawadi kubwa zaidi, kuwaona tena wale aliyowacha. Walishuka kutoka trenini. Nje magari kumi ya meusi tayari yalikuwa yakiwasubiri, yaliyopangwa kama kwa sherehe madereva wakiwa wamevaa suti, walinzi macho makini. Mila alikuwa ameandaa kila kitu, kila kitu kilikuwa tayari kwa kitu. Lakini nini? Alian ali hisi mvutano wa kawaida ukikuwa ndani yake, kama kabla ya dhoruba. Magari yaliondoka kituo kwa kimya cha heshima, mbele gari jeusi, ndani mila na kando yake alian nyuma yao kumi labda kumi na tano magari zilifuata, zikiunda safu ndefu inayoangaza ambayo ilimeza barabara kama mto wa chuma. Kila njia panda, wenyeji walisimama wakishtuka, macho yaliinuka, minongono iliongezeka. Watu walijiuliza ni nani anayeweza kuja na msafara kama huo. Vumbi liliinuka, injini zilivuma polepole, na hivi karibuni msafara uliingia katika kijiji kidogo cha Alien. Watoto walikimbia nyuma ya magari, wazee walibaki wamesimama kama wanavyuna ndoto ikipita mbele ya macho yao. Na kisha magari yalipunguza kasi. Ya kwanza ilisimama mbele ya nyumba ya wastani iliyochaka kidogo, na wakati ile ambapo yote yalianza. Mbele ya mlango, mzee na mwanamke mzee walikuwa wameketi kwenye kiti cha mbao, macho yaliyopotea katika utupu wa jioni. Waliinuka mara moja, wakiwa na wasiwasi, kwa kelele, kwa vumbi kwa uwepo wa wageni wote hawa wakiwa wamevaa suti. Kimya kilianguka, milango ilifunguliwa. Alian alitoka polepole pole kutoka garini, suti ya giza, macho ya unyenyekevu. Alifanya hatua chache, kisha akasimama tu mbele yao. Bila neno, alipiga magoti, aligusa miguu ya mwanaume na mwanamke na kunung'unika kwa sauti inayotetemeka baba, mama, ni mimi. Mzee alikuwa na mshtuko. Mwanamke alikonyeza mara kadhaa macho kama kuondoa ndoto. nani? nani wewe? aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Alian aliinua kichwa polepole pole, macho yake yalikuwa yamejaa machozi. ni mimi mwana wenu. Kimya, kisha kilio. Mama alishika mikono kwenye mdomo wake asiweze kusema. Baba alirudi hatua moja, kama kwamba ukweli bado unampita. Je, mbulana huyu mwanaume huyu aliyevaa suti akizungukwa na magari anaweza kuwa kweli mtoto wao? Na hata hivyo, katika sauti yake, katika macho yake, kulikuwa na mwangaza ule ule wa mvulana mdogo ambaye walimpoteza muda mrefu sana. Maratu, maneno hayo yalipotamkwa: baba, mama, ni mimi, kilio cha mshangao kilizuka, kilizuka na ghafla machozi yalitoka. Mama wa Alian alianguka katika mikono yake akitetemeka, akililia kama mtoto. Baba alibaki sekunde chache ameganda, kisha asiweze kujizuia, alimshika mwanawe. Wote watatu wanalia bila neno, tu sauti ya pumzi, machozi, moyo unaopiga kwa nguvu sana. Majirani wao walitazama kutoka mbali, wengine hawakuamini walichokuwa wakiona. Mwana huyu ambaye wote walifikiri amekufa alirejea. Yohana amekuwa mwanaume mwenye nguvu akizungukwa na magari ya heshima na bado mwana yuleyule yule. Wakati hatimaye kilio kilitulia, baba aliongea kwa sauti inayotetemeka, niambie mwanangu, kwa nini, kwa nini uliondoka siku ile bila kusema chochote? Ulikuwa wapi wakati wote huu? Aliuliza baba yake kwa sauti inayotetemeka. Basi alian alisimulia yote: kukimbia, njaa, treni iliyochukuliwa kwa siri, miaka ya kazi, lori, mila, biashara. Kila neno lilionekana la kweli na lisilo la kweli, kama hadithi ambayo unaweza shindwa kuiamini, na bado ilikuwa yakekisha kwa sauti iliyovunjika kidogo, alien aliuliza, na ardhi ile ardhi yetu peki ilikuwaje baada ya kuondoka kwangu? Mzee alihema, baada ya kutoweka kwako tulijaribu kila kitu, hata tulishtaki mwenye nyumba ambaye nilimudai pesa. Alituogopesha kila siku Tulifikiri amekufanya utoweke. Kwa miaka tulitafuta, tulichimba, tuliuliza, kisha baada ya muda ilibidi tukubali lisilokubalika, tuliamini kuwa ulikufa mwanangu. Maneno yalibaki yamesimamishwa, mazito, yanayopasua Elian. Macho yaliyojaa machozi, alichukua polepole pole mkono wa baba yake. Baba, wakati huo umeisha. Leo hakuna kitu wala mtu atakayeweza kutufedhehesha. kuzunguka kwao Uvumi ulienea katika kijiji chote, watu walikimbilia wakinong'ona, macho yaliyofumbuliwa. Mwana aliyepotea yule, waliyeamini amekufa amerejea, nani tajiri. Nyuso zilikuwa zinaangaza, majirani walipokaribia, macho ya furaha, meshangao, heshima. Mila aliyebaki kando kidogo alienda mbele pia, alian alichukua polepole pole mkono wake. Baba, mama, huyu ni mwanamke ambaye amenipa maisha tena. Yule aliyeninyoshea mkono nilipokuwa sina kitu. Walimusalimia kwa shukrani, na wote walikaa pamoja hapo mbele ya nyumba ya zamani walizungu